Katika channel yetu ya Elimika. Leo tumewaletea update nyingine inayohusu taarifa ya waliopata ama waliopangiwa um, ruzuku pamoja na mkopo kwa elimu ya juu kwa upande wa shahada ya awali pamoja na stashahada pamoja na wale waliopata scholarship. Hivyo usisahau kusubscribe, kushare na kucomment kwa kwanza ndapo tutawaletea update mbalimbali mbali zinazohusu elimu pamoja na ajira kama tunavyoona hapo kwamba bilioni mia mbili na kumi na tano pointi tatu zatolewa kwa wanafunzi sitini na sita elfu mia tisa themanini na saba. Bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu leo Ijumaa, Novemba saba elfumbili na ishirini na tano imetoa awamu ya pili. Kwa hiyo hii ni bachi ya pili kwa wale waliopata mikopo pamoja na ruzuku ambao ni jumla ya wanafunzi sitini na sita elfu mia tisa themanini na saba na idadi hiyo inajumlisha wanafunzi wafuatao Romani 1 wanafunzi arobaini na tatu elfu mia tano sitini na mbili wa shahada ya awali na wanafunzi elfu moja mia moja sabini na tisa wa stashahada waliopangiwa mikopo kiasi cha <coughs> shilingi mia moja arobaini na tatu point saba bilioni. Lakini pia Romani ya pili, wanafunzi mia mbili themanini na nane wa Samia Scholarship waliopangiwa ruzuku kiasi cha shilingi milioni mia tano na sabini na tano. Romani ya tatu inasema kwamba wanafunzi mia mbili na thelathini wa shule ya sheria Tanzania waliopangiwa kiasi cha shilingi bilioni uh, moja point tano. Romani ya tano wanafunzi ishirini na moja elfu mia saba na ishirini na tisa wanaoendelea na masomo wamepangiwa mkopo na ruzuku ya kiasi cha shilingi bilioni 69.4 baada ya kufaulu mitihani yao ya mwaka uliotangulia. Hao tunaita ni continuous, wale ambao wanaingia kwa mwaka, kwa sasa mwaka wa pili, mwaka wa tatu, wa nne na kuendelea, kutegemeana na kozi anayoisoma lakini pia Romani ya, ya tano anasema mpaka sasa HESLB imekamilisha upangaji wa mikopo. HESLB imekamilisha upangaji wa mikopo. Maana yake ni kwamba hakutakuwa na awamu nyingine yoyote ile kwa sasa, labda kwa wale ambao wataweza kukata rufaa na kupita katika hiyo hatua. lakini pia amesema baada ya kukamilika upangaji wa mikopo, ina inawataarifa na wataarifa wanafunzi ambao hawajafanikiwa kupangiwa mikopo katika awamu zote mbili, na wanataarifa za ziada ambazo hawakuweza kuziwasilisha wakati wa maombi ya mkopo, wanashauriwa kukata rufaa. Dirisha hilo la kukata rufaa litafunguliwa tarehe kumi hadi tarehe kumi na saba maana kutakuwa na siku saba tu kwa ajili ya wale ambao wanakata rufaa lakini pia maelezo ya kukata rufaa yanapatikana katika akaunti binafsi ya mwombaji kwa hiyo unaweza kaingia katika kaunti yako na kuweza kufanya proses ya kukata rufaa hiyo tutakwenda kuonyesha jinsi gani pia unaweza kuangalia kama umepangia juu shahada ama astashahada, kuenda katika kipengele cha login. Baada ya hapo, utaingiza details zako, username pamoja na password, kisha utaingia katika akaunti yako, utakwenda katika kipengele cha sipe then a location. Sasa hapa utakwenda kuweka mwaka wa masomo. Mwaka wa masomo ni ishirini na tano ishirini na sita. Kwa hiyo baada ya hapo, uta search na kuona kile ambacho umepangiwa. Naona hapo kwa mwaka wa kwanza, mkopo wetu ni huu kama tunavyoona. Hiyo hivyo ndivyo jinsi ambavyo unaweza kwenda kuangalia allocation ama mpangilio wa mkopo wako kwa ajili ya elimu ya juu. Mwisho wa video hii ni mwanzo wa video nyingine. Kama ni mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe ili kuwa familia moja ya Elimika na kuweza kupata update pale tutakapo upload video nyingine, na uswajira pamoja na Elimika.